Kenya imeingia tena kwenye headlines za dunia, lakini safari hii siyo kuhusu siasa pekee, bali pia jinsi watu wa nje wanavyowashangaa kuwacheka na hata kuwashukuru Wakenya. Sasa wamegeuza gumzo, kutoka Gen Z kujenga hospitali hadi kuuzia wazungu sufuria za ugali kama artifacts au vinyago. Leo nitakuonyesha kile wageni na ndugu zetu wa Afrika wanasema kuhusu Wakenya, na ukweli ni kwamba hakuna mtu anayebaki kimya pale jina la Kenya linapotajwa. Kwanza kabisa kuna huyu jamaa aliyejitokeza waziwazi na kusema mtu yeyote akikutana na Kenya lazima amshukuru kwa kile wanachofanyia dunia, akieleza vile Gen Z wa Kenya wameamua kujenga hospitali yao wenyewe, jambo ambalo limevunja rekodi za Afrika nzima. Kuna mtu hapa anaona hii ni kama hatua ndogo, lakini hii ni historia inayoandikwa na kizazi kipya. Whenever you come across any Kenyan in your entire life, just use one minute of your time to say thank you Kenyans for everything you are doing for the world. Because are you seeing this hospital right here? What?

Halafu akaja huyu jamaa kutoka Nigeria akiwakumbusha Wakenya kitu kikubwa mno, kwamba huenda hawajui impact wanayoleta duniani. Anasema Gen Z wa Kenya wamesababisha vijana wa kila nchi kuamka na kupigania haki zao, yaani Gen Z movement sasa imekuwa kauli mbiu ya dunia nzima. Je, yeah, hii ni heshima kubwa kwa taifa la Kenya, Kenya kuwa dira ya mapambano ya vijana. I don't know if you Kenyans are aware of the impact that you guys are impacting the whole world.

Kisha kuna huyu content creator maarufu kutoka Nigeria akilalamika kwa utani kwamba amepata taarifa kuwa jenzi wa Kenya wanajenga hospitali lakini hawajamuita. Hebu tucheke pamoja, manake hii ni ishara gani? Hata wageni wanataka kuwa sehemu ya harakati za Kenya.

Na huyu mgeni mwingine alilia kwa kamera mbele ya serikali ya Kenya akiomba visa yake iongezwe ili aendelee kukaa Kenya. Kwa nini? Kwa sababu amezama kabisa kwenye maisha ya utamaduni wa Kenya, kama kula ugali, chapati, kugawana sahani moja na kucheza miondoko kama mapangale. Mtu akiomba visa kwa sababu ya ugali na chapati, ujue Kenya ni kitu kingine kabisa.

Halafu kwenye video ingine, hii imenivunja mbavu kabisa. Mkenya mmoja ametrendi baada ya kumuuzia mzungu sufuria ya ugali kwa dola elfu mbili akimwambia ni artifact au kinyago cha kale na yeye ni archaeologist. Sasa jamani, hii ndio akili ya ubunifu wa Mkenya, hata sufuria inaweza kugeuka mali ya thamani kwa Kenya. <laughs> Kenyans, Kenyans, Kenyans. Fellow Kenyans. Niinatusumbuaga by the way I was watching a certain video of a cut out of uh, a certain guy a certain Kenyan man mwenye alikuwa anauzia mzungu sufuria akimwambia it's an ancient, ancient pardon my diction an ancient artifact and he is an archaeologist so akaenda pameuzia msewa wenyewe sufuria for 259,000 wa Kenya Bada ni na na sofuria zangu sijaosha zimekuwa zinalala kwa sink for a while. Niambia hizo tuweza zipiga bei aje? Cause there's no way on earth. There's no way on... Aki wa Kenya! Oh my goodness! Hey, mm-mm. I I I applaud you, I applaud you. And the guy was so convinced. And ambia this is an ancient uh, artifact. It was used to sijui do what and what. And I'm like bro. Uh uh You can sell anything, ume umelalia talent, wachana na stories za streaming, umelalia talent kabisa. Kuja utusaidie kuuza nchi yetu, tulipe madeni bana. Umeona namna dunia inavyotazama Kenya, wengine wanawashukuru, wengine wanatamani kuishi Kenya, na wengine wanacheka na ubunifu wa watu wa Kenya. Lakini swali kubwa kwako mtazamaji wangu ni je, unakubaliana na wageni hawa, na ni ipi tabia ya wa wakenya ambayo nadhani dunia nzima inapaswa kujua? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa habari zaidi za mastaa, siasa na lifestyle ya Afrika Mashariki kwa ujumla. E bwana, mimi naitwa Rish Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba watatu ni mimi, nne na tano na waachia nyinyi hapo. E bwana, ee, tukutane kwenye video ijayo. Yeah. <laughs>